Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameiagiza mikoa yote nchini kuandaa mkakati na mpango kazi wa utekelezaji maazimio ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka 2025 ili uwe msingi wa tathmini baada ya miaka mitano ya utekelezaji. Mikoa yote iandaye mkakati na mpango kazi wa utekelezaji wa haya maazimio ambayo tumeyazungumza hapa. Haya maelezo yanayoeleza hapa ndio maazimio. Na kwa hivyo viongozi wa serikali mlioko hapa, nenda mkatengeneze mpango kazi na msimamie kwa jamii kwamba jamii yetu inaishi vizuri na haipati tatizo, na isimamiwe kweli kweli. Pale ambapo kunatokea tatizo, hatua kali zichukuliwe. Wanawake wenyewe, endeleeni kuhamasishana kutumia fursa zilizopo kwenye maeneo yetu, na hasa uwepo wa madirisha haya kwa ajili ya kupata mikopo. Si vyema kiongozi mkuu anakuja hapa anasema mimi sijapata mkopo. Mikopo ipo kwenye maeneo yetu, halmashauri ipo, kwenye benki zetu ipo, taasisi za fedha ipo, lakini muhimu kwenye hili, angalieni masharti, hasa wale wanaojitokeza kukopesha mtu mmoja mmoja, ndio hiyo mikopo inaitwa kaushadamu. Haikubaliki hiyo mikopo kaushadamu. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, nyie mko kwenye watu, hakikisheni hawa wanaoendesha biashara za mikopo ya kausha damu hawapati nafasi hiyo. Kwa kufanya hivyo, tunaathiri maendeleo na mwenendo wa maendeleo ya mwanamke au mjasiriamali yoyote. Waziri Mkuu amesema hayo alipozungumza na wananchi katika Kongamano la Wanawake Kanda ya Kusini ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani inatarajiwa kufanyika kitaifa Machi nane ya jijini Arusha, na kuongeza kuwa Serikali inatambua umuhimu wa kukuza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Serikali yetu inatambua umuhimu wa kukuza usawa wa kijinsia lakini pia uwezeshaji kwa wanawake kama njia mojawapo ya kustawisha kuimarisha kui ustawi wa jamii ili kufikia maendeleo jumuishi ambayo tunataka tuyaone sasa, ya kila mmoja akinufaika na fursa zilizopo katika nchi. Tunapozungumza haya, tunataka tuzungumzie upatikanaji wa huduma za msingi zile za jamii, lakini pia pale ambako anaweza kujikita katika uchumi, kuhakikisha kwamba anapata fursa ya maeneo ambayo anaweza kumpatia tija na kumpatia uchumi. Anaweza kufanya biashara, anaweza akashuga kilimo, anaweza akafuga. Hizi shughuli zote hizi zinamletea uchumi mwanamke. Lakini pia tunapokwenda na haya, si serikali kuweza kumuimarisha mwanamke, hatujaacha tu hatu miongozo waziwazi, tumeiwekea sera, sheria na kanuni zake, ili kumlinda mwanamke wakati wote anapotekeleza majukumu yake. Kwa hiyo jukumu letu kama serikali ni kuhakikisha kwamba haya yote yanafika yanamfika mwanamke popote alipo na anufaike nayo. Na nilipokuwa nazungumza kwamba maslahi maadili, uwezeshaji, na maadili na kila kitu, na kwamba tunatoa nafasi kubwa kwa mwanamke kuweza kushiriki kamilifu katika shughuli mbalimbali za maendeleo, haijaishia kwenye sheria, kanuni na, na ile sera peke yake. Hili jambo liko pia hata kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali, naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum, Amoni Mpanju alisema wanawake ni muhimili na chachu kubwa ya kuleta maendeleo katika ngazi ya familia na taifa kwa ujumla. Mchango mkubwa kwa kila sekta kwenye nchi hii unachangiwa kwa asilimia kubwa na wanawake. Mheshimiwa mgeni rasmi utaeleza takwimu za kilimo na yanayoendelea. Kwa hiyo wanawake wamekuwa muhimili na chachu kubwa ya maendeleo ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa maelekezo ya serikali chini ya kamanda na amiri jeshi mkuu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan akasema twende kwenye kanda, na sisi Mheshimiwa mgeni rasmi tumetekeleza hilo. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya TCB akaeleza namna wametekeleza maagizo ya Rais Samia mwaka 2019. Eh, Dr. Samia Suluhu Hassan kipindi hicho akiwa makamu wa rais alituzindulia huduma ya tabasamu account, na nia ilikuwa ni kwamba kupitia huduma za kifedha ambayo inatoa benki yetu ya TCB basi tuweze kumletea mwanamke tabasamu. Na toka kipindi hicho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mpaka mwisho wa mwaka jana tumeshatoa mikopo ya takriban bilioni 360 kwa wanawake na ukiachana tu na mteja binafsi mmoja mmoja, lakini tumegusa vikundi elfu ishirini na nne na ukiangalia hiyo kwa mmoja mmoja maana yake tumewagusa wanawake laki mbili na elfu arobaini Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapo tunamaanisha nafasi za ajira na tunamaanisha kupanua wigo eh, wa mapato ya serikali.